Tunacho discuss hapa leo ni kwamba hii inaofanya kazi. Tafuta kwenye maisha yako leo today area ambayo hupo consistent na haujawahi kuchesa na kucheka na yoyote, sawa? Find your area, alafu tunapokuwa tuna discuss, nenda kwenye ile area, observe haya mambo tunayoongea sasa hivi, ili upate setup yako wewe mwenyewe, hiyo ya iwe customized According to you the way mimi niko discipline kwenye masuala maswalaaba ya kazi, na the way niko discipline kwenye masuala yake ya kazi, they, they are both discipline, lakini the way tumekuwa orchestrated nyuma is different. Sa so, hivi tunavyoongelea hapa awareness na understanding, we are alike not the same. We are alike but not the same. Kwa hiyo sasa my call today this morning ni kwamba tafuta area ambayo uko very well very disciplined. Nenda pale, unaweza kawa maombi, unaweza kawa sijui usafi. Hiyo area ndo ina hold, inashika majibu ya kukupatia discipline kwenye mambo mengine bigger, au mambo mengine ambayo una expect ko. As we are discussing hapa, I want you uenda kwenye kichwa chako, a kwenye yale mambo, angalia aspect awareness, aspect understanding, alafu tunapoendelea kuongea kuhusu harmony, pamoja na alignment, uwe na uwe unaenda hivyo hivyo ah, here we go. Awareness, ikiwa kwenye alignment, na understanding, discipline ni kitu ambacho hakizuiriki. haki zuiriki, hakilazimishwi haki hakiwi motivated.